Hey! Oh, teacher. Hey! Teacher. Naam, karibu hey! na teacher. Misingi ya shule mwanafunzi atakiwa chapu fimbo ngapi? Ah, uh, mwanafunzi huwa anaibiwa hey! kulingana makosa leo aliyokose shuleni fimbo hazina idadi na uhakika hey! Mnafundisha vibaya vibaya, si ndio? Unataka kunifundisha utaratibu wa kazi? Hakuna fimbo ambazo zinapita kiwango cha fimbo kumi. Wewe hey! mwanangu, mwanangu huyu hapa umemchapa fimbo 30. Hey, kesi kwamba mpaka matako hawezi kukaa chini, hawezi kutembea. Mwanangu anaumwa hey, oh, anaumwa. Hii ni ofisi, jaribu kuwa <coughs> na discipline. Usitoke kuwa na makelele, kumbuka hii ni ofisi na sheria zake, umenielewa? usikuje na makelele ya kutoka nao nyumbani kwako na hey. Ndugu yangu, mi nakwambia, kisalabu unaanza kunistopisha Hivi unajua uchungu wa mtoto wewe ndugu yangu? Mimi nimeacha mizunguko yangu yangu yote huko leo nimekuja kwa sababu yako. Leo unaninyamazisha. Hivi wewe wewe wewe mwalimu una akili kweli wewe? Laiki kama angekuwa mtoto wako ungeugua na uwezo kumtembea vimbo 30. Mtoto anaumwa kama hivi hawezi kutembea mtoto huyu. Ungekuwa na akili, ungekaa naye basi huko nyumbani kwako kumsomesha. Ila, umeniona mimi na akili ndio maana ukamleta nyumbani kwangu nimfundishe. Umenielewa? Kumbe wewe tija mimi nikikuzoea wewe ukinizoea wewe nikikwacha unizoea wewe utanielekea huku hapa mwanangu. Nisikize, nisikize kama ndugu yangu jua. Mimi nimekuja ni hapa. Ndugu yangu, nimekuja kuzungumza nawe kistaarabu. Huyu ni mtoto mdogo. Sawa, sijakataa kuadhibiwa sawa. Lakini hakuna shule ambayo inaruhusu mtoto achape fimbo 30. Mwanangu matako yamevimba. Mwanangu hawezi hata kutembea kwa sababu yako mwalimu. Sheria gani inaruhusu mtu mtoto achape fimbo 30? Na wewe mwanafunzi wewe, maswala unapigwa hapo unaenda kumwambia baba yako mzazi wako kuja naye hapa shuleni. Ipo siku utapigwa wewe mwanafunzi, anapigwa na baba yako. Umenielewa? Ndugu yangu, nikikuzoea utanitia usafi. Nimemua kwa sababu watu kama hao wana mchango mdogo sana kwenye taifa letu. No no, no, no. <ÜNDNIS>